Kuna meli nyingi zinazoelekea huko, rais wa Marekani Donald Trump amewaambia waandishi wa habari kwenye ndege yake akirejea kutoka mkutano wa Davos nchini Uswizi. Msafara mkubwa wa meli za kijeshi unaelekea huko, na tutaona kitakachotokea, amesema Rais Trump. Kikosi kikubwa kinasonga mbele kuelekea Irani. Nisingependa chochote kifanyike, tunawatazama kwa karibu sana. Nguvu kubwa inaelekea huko, kwa kiasi kikubwa huenda isitumike. Tutaona. Urais wa Marekani Donald Trump anazungumzia kuhusu msafara mkubwa wa meli za kijeshi unaoelekea katika Guba ya Uajemi, ikiwemo na USS Abraham Lincoln, siku 27 baada ya kuanza kwa maandamano ya hivi majuzi nchini Iran. Hisia za ndani na kimataifa kuhusu ukandamizaji mkubwa wa waandamanaji zinaendelea